Nam habari za wakati huu. Karibu tena, eh, ndugu mpenzi mtazamaji, tumepokea hapa taarifa kutoka chama cha eh, demokrasia na maendeleo Chadema, kuhusu makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema Tanzania Bara eh, John Wegesa Heche. Ni taarifa ambayo eh, sio nzuri, ni kwamba John Wegesa Heche ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema hajulikani ni wapi alipo. Kabla sija kusomea taarifa hii kutoka Chadema, e, ni kukumbushe kwamba siku tano zilizopita wakati intaneti imezimwa, e, Chadema walitoa taarifa ya kwamba John Wegesa Heche anaumwa, na taarifa hii ilikuwa inasomeka kama ifuatavyo: Chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kina utaarifu umma kwamba makamu mwenyekiti wa chama Mheshimiwa John Heche anaumwa na amezidiwa akiwa chini ya mahabusu ya kituo cha polisi Mtumba kilichopo jijini Dodoma. Leo ni siku ya tatu Mheshimiwa Heche hajala chakula, huku akisumbuliwa na maumivu makali ya moyo, mwili, homa kali na anashindwa kuinuka nalitaka jeshi la polisi kuchukua hatua za haraka na za kibinadamu kwa kumpeleka hospitalini ili apate huduma ya matibabu stahiki. Afya na uhai wa mtu ni jambo linalopaswa kuchukuliwa kwa uzito mkubwa, hususani kwa mtu anapokuwa mikononi mwa vyombo vya ulinzi na usalama. Hii ilikuwa ni siku ya tarehe 30 ya mwezi Oktoba mwaka 2025 ambapo Chadema walitoa taarifa hii kwa umma ya kwamba makamu mwenyekiti John Heche anaumwa. Lakini pia leo imesambaa taarifa mapema kabisa asubuhi eh, kwa wale ambao wana access ya mtandao ya kwamba John Heche anaumwa na ana hali mbaya lakini pia amegomea kula chakula. Hii ni taarifa ambayo ilikuwa nasambaa tangu asubuhi eh, kabla Chadema eh, hawajaja kutoa taarifa hii ambayo wameitoa muda huu wa saa nane mchana. Taarifa bado kuna sambaa tangu asubuhi ni kwamba katibu wa familia na mwenyekiti wa Chadema mkoa Heche, wa mara mwalimu Chacha Heche ametoa taarifa kuhusu hali ya kaka yake makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema Tanzania Bara, John Heche, ambaye kwa siku 13 kwa sasa amekuwa mikononi mwa jeshi la polisi katika mahabusu ya Mtumba Dodoma. Kupitia taarifa hiyo, Chacha amesema Heche amemtumia ujumbe wa masikitiko kuhusu hali yake ya kiafya ambayo inaendelea kudorola, huku akieleza kuwa hajapatiwa haki zake za msingi za zamana wala matibabu ya kina. amenitumia taarifa ya masikitiko kuhusu hali yake ya kiafya kuwa inaendelea kuzorota, hakuna dalili za yeye kupata haki ya dhamana ama ya matibabu ambayo ni haki ya kikatiba, amesema Chacha kupitia taarifa hiyo. Ameeleza kuwa kwa sasa Heche anapata huduma za kwanza pekee ambazo hazijasaidia kubadili hali yake, akihitaji vipimo na matibabu ya kitaalamu zaidi kutokana na kudhoofika kwa mwili, lakini hali hiyo hapatiwi kwa mujibu wa chacha Heche ameshawasilisha malalamiko kwa mkuu wa upelelezi wa wilaya OCCID, akieleza kuwa iwapo lengo la kuzuiliwa kwake ni kumuumiza, kuanzia kesho atasitisha kula kama njia ya kupinga kile anachokiita mateso yasiyo na msingi wa kisheria. Hii ni taarifa ya leo asubuhi kwamba kesho ataanza ya kusitisha kula chakula. Juhudi za kumtafuta mkuu wa upelelezi wa wilaya OCCID Dodoma au msemaji wa jeshi la polisi ili kuzungumzia swala hilo bado zinaendelea. Lakini turudi hapa ambapo chama cha Chadema wametoa taarifa saa nane mchana. Nimejaribu hapa kukupitisha uweze kufahamu kitu gani kinaendelea kwa makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema. Tanzania bara John Wegesa Heche ambaye tunafahamu alikamatwa siku ambapo alikuwa anakwenda kuhudhuria kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa Tundulisu, na kupelekwa moja kwa moja Dodoma. Na taarifa hii ya chama cha Chadema inasomeka kama ifuatavyo: Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kina uarifu umma kuwa leo Jumanne tarehe 4 Novemba mwaka 2025, makamu mwenyekiti wa Chadema taifa Mheshimiwa John Heche amechukuliwa na askari wa jeshi la polisi kutoka kituo cha polisi cha Mtumba kwa madai ya kuwa anahitajika na RPC wa Dodoma. Tukio hili lilitokea mbele ya mke wake pamoja na katibu wa kanda ya kati Biashura Masudi. Walipojaribu kufuatilia ili kujua wanapompeleka, magari yaliyombeba yaliongeza mwendo na kuwaacha nyuma. Baadaye, walipofika kwa RPC wa Dodoma, walielezwa kuwa RPC hana taarifa yoyote kuhusu kumhitaji mheshimiwa Heche. Hadi sasa haijulikani ni wapi alipo Heche, huku familia yake na chama kimebaki na wasiwasi mkubwa juu ya usalama wake na wapi alipo. Tunamtaka Inspekta Jenerali wa Polisi IGP Camillus Wambura, Mkurugenzi wa Upelelezi wa Makosa ya Jinai DCI Ramazani Kingai, mkuu wa polisi mkoa, RPC, na mkuu wa kituo cha polisi Mtumba, watoe maelezo ya haraka kwa umma kuhusu mahali alipo na hali ya usalama ya mheshimiwa John Heche. Imetolewa leo Jumanne, tarehe 4 Novemba mwaka 2025 na kusainiwa na Brenda Rupia, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Chadema. Katika taarifa hii, watu mbalimbali hapa wametoa maoni yao. Huyu wa kwanza anasema kwamba sometimes unaona bora ukafie mbele ya safari. Maisha gani haya? Mwingine anasema ifike hatua wajishtukie hata kidogo na wao. Mambo gani haya wanafanya? Lakini pia mwingine anasema Mungu, mbona umetuacha sana wa Tanzania? Mwingine anasema inawezekana viongozi wote si wa Tanganyika na polisi wote si wa Tanganyika ndio maana hawana maumivu. Mwingine akasema Mungu wangu, nahisi moyo unauma tu. Mwingine anasema tumeanza tena hivi, madaraka haya yatatufikisha wapi? Mwingine akasema kwamba huu mpya Tanzania mpya imezuka, yaani kila kitu kinachotokea kinaacha maswali mengi sana. Sijui ni wapi tunaelekezwa na wanaoshika usukani wa nchi yetu. Lakini pia mwingine akasema kwamba wetu, lieni hawa wanachokifanya, ipo siku watakuja kujuta. Mwingine anasema kwamba uzuri tunajua wanamshikilia wao, basi hatuna presha sisi, tunachotaka awe mzima na mwenye afya tu, sisi hata hatuna makuu. Lakini pia mwingine anasema kwamba Tanzania, tupo karibu na kifo sana. Baadhi ya watu ambao wametoa maoni yao hapa kwenye taarifa hii ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Kwa kina zaidi na kinachoendelea kuhusu ni wapi alipo makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema nitakuhabarisha hapa, lakini pia kuhusu afya yake ambayo Chadema waliripoti tangu tarehe 30, lakini pia leo mdogo wa John Heche ametoa taarifa pia kuhusu hali ya John Heche kwamba sio nzuri, lakini pia hajapatiwa matibabu. twachemwane yako hapo na endelea pia kutufuatilia, lakini pia kubwa, tuzidi kuliombea taifa la Tanzania.